Majuto ni mjukuu ni methali ya Kiswahili, inayokuasa usifanye maamuzi ambayo utajutia kwa muda mrefu kwa sababu ya tatizo la mpito. Mfano, kuoa kwa sababu ya baridi. Kuanzisha mahusiano mapya kwa sababu ya ugomvi na mpenzi wako. Kupotea hewani wiki nzima baada ya kuombwa hela na mpenzi wako. Kuiba kwa sababu ya njaa ya siku moja, Kukopa hela kwa sababu ya sherehe na mengine mengi kama hayo. Is better to look ahead and prepare than to look back and regret alisema, Jack akiwa na maana kwamba ni bora kuangalia yajayo na kujiandaa kuliko kuangalia yaliyopita na kujilaumu. Kijana mmoja alisema ati, 26 years nishaanza kujuta na juta. Kwa nini sikukaza shule ese? Nilifeli vibaya sana, mzee wangu kafariki akiwa na kinyongo na mimi kwa sababu ya hili I hate myself. Mwingine akajibu relax bro, kuhusu shule wengi tuna majuto, tumepishana tu viwango. Kuna mtu alienda adivansi na uani ya tisa halafu 6 akapiga divisheni 4. Mwingine aliingia chuo na uwani kali, ila akatoka na GPA ya kishenzi. Kijana mmoja kadakia, GPA ya kishenzi naanzia ngapi? Na sisi tujipime. Akajibu kama haukufika GPA ya tatu nukta nane au tatu nukta tano, chini ya hapo ni ya kishenzi. Kijana aliyeuliza alicheka na kusema fanya tatu mkuu, maana wahanga ni wengi. Ukiwa na chini ya tatu basi una GPA ya kishenzi. Kuna mtu leo hii anajuta sana kwa sababu tu alipata nafasi ya kusoma kaichezea. Sasa vyeo vinampita, amejaribu kurisiti mitihani lakini amekosa maks. Hili linamuumiza sana. Alipata muda akauchezea, leo muda unamchezea. Kijana wangu, muda bado unao, usifanye hilo kosa kwa sababu ya ujana. Ujana ni maji ya moto, ukiutumia vibaya utakuunguza mwenyewe. Kuna mtu alikimbilia ndoa kwa sababu tu rafiki zake wote wameolewa, leo anajuta sana. Ndoa imekuwa ngumu, kwa sababu bado kuna mambo ya nje ya ndoa anayapenda na hana gap. Akigeuka kushoto, kuna watoto wananyonya, akigeuka mbele, kuna mume mekaza Kijana wangu usiingie kwenye ndoa kama hujamaliza harakati za usingo. Ndoa ni taasisi ya Mungu, haitaki mchezo. Ukichezea utapigwa, hutoamini. Kama hujawa tayari usiingie kwenye ndoa kuharibia watu wenye malengo yao mazuri. Na kuandikia kijana wangu, uwe makini katika maamuzi yako, ili uepuke kwenye jopo la walio yakoroga. Ndiyo, kuna mtu baada ya kulikoroga utasikia maisha ni haya haya, akikubwa pumzi, hakuna jipya chini ya jua, mwisho wa siku wote tutakufa tu. Maisha yana siri kubwa, ni zaidi ya kufanya kazi kwa bidii. Hizi ni lugha za watu wenye majuto, hawana namna tena ya kurekebisha walipovurunda. Watu wengi wanajutia maamuzi waliyoyafanya, na kwa sababu ya umri umekwenda sana, wanashindwa waanzie wapi kuyarekebisha. Kwa mfano, hivi karibuni, kuna kijana anaomba ushauri mitandaoni, afanye nini baada ya kuoa mke mwenye mtoto. Anasema mawasiliano kati ya baba wa mtoto na mke wake yamerudi motomoto. Muda umekwenda, kumwacha mke wake hawezi, maana wameshawekeza vya kutosha amebaki kujutia tu. We cannot always change what has happened to us, but we can change how we react and how we live in the future. Living with no regrets is living successful, alisema Dr Eleni Tarikan. Kuna mtu sasa hivi anajuta kushindwa kununua kiwanja kwa sababu bei imepanda. Utasikia, ningejua kipindi kile viwanja ni bei nafuu ningekuwa anainua msingi sasa hivi, kijana wangu. Kuna watu wanaojuta kwa nini hawakupata watoto mapema. Yaani ana miaka 45 anashughulika na pampas za mtoto, na wakati katika umri huo mwamba, unatakiwa uwe unalipa ada za sekondari au kama vipi ya chuo kikuu kabisa. Sasa ati 45 unanunua pampas, muda wa kulipa ada ya chuo utakuwa na hali gani? Utasikia life starts at 40 na wakati kuna madogo wako 30 years na wana maisha mazuri. Anza mapema kijana wangu, uepuke pressure zisizokuwa na msingi. Wapo wanaojuta kuvunja ndoa baada ya kuingia kwenye ndoa nyingine na kukuta hali ni ile ile. Kijana wangu, ukiamua kuvunja ndoa basi usiingie kwenye ndoa tena. Maana kuvunja ndoa na kuingia kwenye ndoa nyingine ni sawa na kuhamia Kenya kukwepa mvua na wakati na Kenya mvua ipo kuna watu wanajuta kufanya uwekezaji mkubwa sehemu isiyokuwa sahihi kajenga nyumba ya kifahari amehamishwa kazi anatafuta mteja na, na mpangaji amekosa kuuza hawezi kubomoa hawezi kuishi hawezi na bado katumia pesa nyingi hii inasumbua sana akili. Kijana wangu, kama nakuona kwenye majuto miaka kumi ijayo, ndiyo maana nimeamua kukuandikia. Una chati na mrembo, unamtumia pesa, unagundua ni danga, unajaribu kuzirudisha, hazirudi. Hii lazima ikujutishe. Jenga utamaduni wa kupeleleza, kijana wangu ili uwe na ujasiri wa kufa na maamuzi sahihi. Majuto ni mjukuu ni methali ya Kiswahili inayokuasa usifanye maamuzi ambayo utajutia kwa muda mrefu, kwa sababu ya tatizo la mpito. Mfano, kuoa kwa sababu ya baridi, kuanzisha mahusiano mapya kwa sababu ya ugomvi na mpenzi wako, kupotea hewani wiki nzima baada ya kuombwa hela na mpenzi wako, kuiba kwa sababu ya njaa ya siku moja, kukopa hela kwa sababu ya sherehe na mengine mengi kama hayo. It's better to look ahead and prepare than to look back and regret, alisema Jack, akiwa na maana kwamba ni bora kuangalia yajayo na kujiandaa kuliko kuangalia yaliyopita na kujilaumu. Kijana mmoja alisema ati 26 years nishanza kujuta najuta kwa nini sikukaza shule ise nilifeli vibaya sana. Mzee wangu kafariki akiwa na kinyongo na mimi kwa sababu ya hili. I hate myself. Mwingine akajibu relax bro, kuhusu shule, wengi tuna majuto, tumepishana tu viwangu. Kuna mtu alienda advansi na 1 ya tisa halafu 6 akapiga divisheni 4 Mwingine aliingia chuo na uanikali ila akatoka na GPA ya kishenzi. Kijana mmoja akadakia GPA ya kishenzi naanzia ngapi? Na sisi tujipime. Akajibu, kama haukufika GPA ya tatu nukta nane au tatu nukta tano, chini ya hapo ni ya kishenzi. Kijana aliyeuliza alicheka na kusema, fanya tatu, mkuu, maana wahanga ni wengi. Ukiwa na chini ya tatu basi una GPA ya kishenzi. Kuna mtu leo hii anajuta sana kwa sababu tu alipata nafasi ya kusoma akaichezea. Sasa vyeo vinampita, amejaribu kurisiti mitihani lakini amekosa marks. Hili linamuumiza sana. Alipata muda akauchezea, leo muda unamchezea. Kijana wangu, muda bado unao, usifanye hilo kosa kwa sababu ya ujana. Ujana ni maji ya moto, ukiutumia vibaya utakuunguza mwenyewe. Kuna mtu alikimbilia ndoa kwa sababu tu rafiki zake wote wameolewa. Leo anajuta sana, ndoa imekuwa ngumu kwa sababu bado kuna mambo ya nje ya ndoa anayapenda na hana gepu. Akigeuka kushoto kuna watoto wananyonya, akigeuka mbele kuna mume mekaza Kijana wangu, usiingie kwenye ndoa kama hujamaliza harakati za usingo. Ndoa ni taasisi ya Mungu, haitaki mchezo. Ukichezea utapigwa, hutoamini. Kama hujawa tayari usiingie kwenye ndoa kuharibia watu wenye malengo yao mazuri na kuandikia. Kijana wangu, uwe makini katika maamuzi yako ili uepuke kwenye jopo la walio yakoroga. Ndiyo, kuna mtu baada ya kulikoroga utasikia maisha ni haya haya, kikubwa pumzi, hakuna jipya chini ya jua, mwisho wa siku wote tutakufa tu, maisha yana siri kubwa, ni zaidi ya kufanya kazi kwa bidii. Hizi ni lugha za watu wenye majuto, hawana namna tena ya kurekebisha walipovurunda. Watu wengi wanajutia maamuzi waliyoyafanya, na kwa sababu ya umri umekwenda sana, wanashindwa waanzie wapi kuyarekebisha. Kwa mfano, hivi karibuni kuna kijana anaomba ushauri mitandaoni afanye nini baada ya kuoa mke mwenye mtoto. Anasema mawasiliano kati ya baba wa mtoto na mke wake yamerudi motomoto. Muda umekwenda, kumwacha mke wake hawezi, maana wameshawekeza vya kutosha amebaki kujutia tu. We cannot always change what has happened to us but we can change how we react and how we live in the future. living with no regrets is living successful, alisema Dr. Eleni Tarikan. Kuna mtu sasa hivi anajuta kushindwa kununua kiwanja kwa sababu bei imepanda. Utasikia, ningejua kipindi kile viwanja ni bei nafuu ningekuwa anainua msingi sasa hivi, kijana wangu. Kuna watu wanaojuta kwa nini hawakupata watoto mapema. Yaani ana miaka 45, anashughulika na pampas za mtoto, na wakati katika umri huo mwamba, unatakiwa uwe unalipa ada za sekondari au kama vipi ya chuo kikuu kabisa. Sasa ati 45 unanunua pampas, muda wa kulipa ada ya chuo utakuwa na hali gani? Utasikia life starts at forty, na wakati kuna madogo wako 30 years na wana maisha mazuri. Anza mapema kijana wangu, uepuke presha zisizokuwa na msingi. Wapo wanaojuta kuvunja ndoa, baada ya kuingia kwenye ndoa nyingine na kukuta hali ni ile ile. Kijana wangu, ukiamua kuvunja ndoa, basi usiingie kwenye ndoa tena. Maana kuvunja ndoa na kuingia kwenye ndoa nyingine ni sawa na kuhamia Kenya kukwepa mvua. Na wakati na Kenya mvua ipo. Kuna watu wanajuta kufanya uwekezaji mkubwa sehemu isiyokuwa sahihi. Kajenga nyumba ya kifahari, amehamishwa kazi anatafuta mteja na, na mpangaji amekosa kuuza hawezi. Kubomoa hawezi, kuishi hawezi na bado katumia pesa nyingi. Hii inasumbua sana akili. Kijana wangu kama nakuona kwenye majuto miaka kumi ijayo ndiyo maana nimeamua kukuandikia. Una chati na mrembo unamtumia pesa. Unagundua ni danga. Unajaribu kuzirudisha hazirudi. Hii lazima ikujutishe. Jenga utamaduni wa kupeleleza kijana wangu, ili uwe na ujasiri wa kufa na maamuzi sahihi. Majuto ni mjukuu ni methali ya Kiswahili inayokuasa usifanye maamuzi ambayo utajutia kwa muda mrefu kwa sababu ya tatizo la mpito. Mfano, kuoa kwa sababu ya baridi, kuanzisha mahusiano mapya kwa sababu ya ugomvi na mpenzi wako, kupotea hewani wiki nzima baada ya kuombwa hela na mpenzi wako, kuiba kwa sababu ya njaa ya siku moja, kukopa hela kwa sababu ya sherehe, na mengine mengi kama hayo. It's better to look ahead and prepare than to look back and regret, alisema Jack akiwa na maana kwamba ni bora kuangalia yajayo na kujiandaa kuliko kuangalia yaliyopita na kujilaumu. Kijana mmoja alisema ati, 26 years nishaanza kujuta.